Akiongoza zoezi la upandaji miti, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu, kwa kushirikiana na wataalamu wa mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania TAA, amewataka wananchi kusimamia miti hiyo na kuonya wananchi hususan jamii ya wa wafugaji kutochunga mifugo yao katika mazingira hayo. Tunasherehekea miaka sitini na moja ya muungano, lakini mkurugenzi, umetuleta kupanda miti, kuweka mandhari nzuri kwenye viwanja vyako vya ndege, ikiwemo kiwanja kikubwa cha Kilimanjaro International Airport. Sasa tunapanda miti. Mheshimiwa diwani na mwenyekiti, narudia tena kusema marufuku kuleta mifugo kwenye miti hii. hii miti inatakiwa ikue, ilete mandhari nzuri, uzuri kwenye kiwanja chetu cha Kia, ili watalii wanapokuja, wageni wanapokuja, wanaposhuka na ndege, wakitizama kulia na kushoto, wanaona miti, wanapata hali ya hewa nzuri. Wote mm tunafahamu Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ni muumini mzuri sana wa mazingira, toka alipokuwa makamu wa rais mpaka sasa rais wa Jamhuri ya Muungano, amekuwa akihubiri akisimamia masuala ya mazingira. Kwa hivyo tunajiona kama ni sehemu ya utekelezaji ya maono na mtazamo wa rais na Tanzania kwa ujumla katika suala la kutunza mazingira. Wakati taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania likiadhimisha miaka sitini na mmoja ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, chini ya waasisi wa muungano huo, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na hayati Amani Abeid Karume, wataalamu wa huduma wa za misitu wanaeleza dhana ya kitendo cha kuchanganya udongo katika muktadha wa utunzaji wa mazingira kwa kuzingatia siku ya muungano. Eh, rais aliyekuwa rais wa Tanzania na rais wa Zanzibar wakati ule walichanganya udongo. Mimi na inaona connection kubwa iliyopo katika zoezi hili la upandaji miti kwa sababu miti ili iweze kustawi inahitaji pia udongo. Kwa hiyo ni connection ambayo mimi nafema ni maono ya, ya hali ya juu sana kati ya hizi taasisi mbili kwamba wakati tunasherekea miaka sitini na moja ya muungano kati ya Zanzibar na Tanganyika basi na wao wameweka historia katika e, kuhakikisha kwamba ule udongo uliochanganywa unapandwa miti. Kwa hiyo mimi kwangu naona ni sinaji nzuri sana kama sehemu mojawapo ya utunzaji wa mazingira na huu ndio mtazamo wa baadhi ya wananchi na wadau katika ajenda ya utunzaji wa mazingira kwa maendeleo endelevu, kama anavyoeleza Silvester Bahati na Joseph Loitayo kuweza kupanda miti takriban miche milioni milioni tano. A, zoezi la ushirikiano upandaji miti na mamlaka ya viwanja vya ndege TAA tumenuia kuifanya katika sehemu mbalimbali katika vile viwanja vitakavyokuwa na maeneo yaliyotengwa maalum kwa ajili ya uoteshaji wa wa miti ama kwa Kiingereza afforestation. Kwa hivyo leo hii tumefurahia sana, uh, tumeweza kusaini uh, uh, MOU ambayo sisi kuanzia leo rasmi ni wabia wa upandaji miti kwa ushirikiano na mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania. Umuhimu wa ya, ya, ya kupanda miti, kwa sababu leo ni sherehe ya muungano wa, wa muungano wa nchi yetu na tukaja kushiriki na kupanda miti kwa sababu kupanda miti ni kutunza mazingira, uoto wa asili na vile vile maukame mingi. Unajua sehemu ambapo kuna kuna mvua tena miti na, ina, ina, inarekebisha mvua mvua kunyesha vizuri, na kutakuwa na maukame mingi kwa sababu miti ni, ni mazingira. Katika zoezi hilo wananchi kwa kushirikiana na viongozi wamepanda miti zaidi ya elfu kumi na tano katika maeneo jirani na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA kwa ustawi wa viumbe hai katika mazingira yao ya kila siku. Kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro mkoani Kilimanjaro, kaskazini mwa Tanzania, mimi ni Hababi Mohamed na hii ni Clouds.